Juzi nilipata nafasi ya kukaa na kuzungumza na ndugu zetu wajane. Waliniambia changamoto zao nyingi sana, ikiwemo watoto wanaotelekezwa. Nimewaahidi kwamba serikali itafanya haraka kupitisha sheria kali kabisa dhidi ya wazazi wote wanaotelekeza watoto Lakini nimewaahidi wajane vile vile kwamba tutawawezesha kwenye ujasiriamali wao. Natambua mnahitaji mafunzo, natambua mnahitaji mitaji isiyokuwa na riba. Tutahakikisha kwamba mitaji, kwa wale ambao bado haijawafikia itawafikia, ili na nyinyi muweze kujikwamua kimaisha. Oktoba